Sasa ukiangalia kazi iliyobakia ni kubwa zaidi kuliko muda ambao umebakia. Kama ameweza kutumia zaidi ya miaka miwili karibia. Ameshindwa ku, kutimiza wajibu wake. Sidhani kama siku mia moja anaweza kafanya miujiza. Sasa ni vizuri mkurugenzi wa manispaa pamoja na mhandisi mshauri kuanza kutafakari hizo siku mia moja, ifikapo tarehe nane mwezi wa pili, what the way forward, ili sije ikafika, alafu ndo tunaanza kujadiliana na pili lazima tuongeze usimamizi wa ufuatiliaji wa kila siku, ikiwezekana kila mara. Na kama mmeongezea muda kutoka masaa kumi mpaka masaa kumi na ngapi, kumi na nne basi lazima usimamizi huo pia uweze kufanyika. Sasa so, unaweza kaongeza masaa alafu inapofika saa kumi na moja saa kumi na mbili tayari mtu ameshafanyaje, ameshafunga vilago. Bahati nzuri nchi yetu ina miundo, ina muundo mzuri wa kiuongozi, tuna viongozi mpaka serikali za mitaa. Kwa hiyo mkiwatumia vile vile hata viongozi wetu wa serikali za mitaa, watawaambia kwamba mtuambie, huyu anamaliza saa masaa kumi na nne kama ameanza saa moja au saa kumi na mbili Kwa hiyo tunatarajia ataondoka saa mbili usiku au saa tatu usiku. Kwa hiyo ikifika saa kumi na mbili hayupo, manake hata yale masaa mliongezea hayawezi kutimia kwa sababu atakuwa bado anafanya uh, kazi uh, business as usual. Mkandarasi ameshauriwa kuongeza idadi ya mitambo kwa hicho kipindi ambacho yuko kwenye liquidated damage, rasilimali, wataalamu wa kutosha kuandaa mpango kazi mahususi unao unaotekelezeka na mpango wa kufanya kazi kipindi cha mvua. Sawa, ni kipindi cha mvua lakini inabidi afanye kazi. Kuongeza vifaa na muda wa kazi kutoka masaa 10 hadi 14, mkandarasi kuongeza uwezo wa kifedha. Mtiririko wa kifedha sasa kwenye zile za juu ambazo zinahitaji lami pamoja na siarara pamoja na simenti. Serikali yetu ya awamu ya sita kidogo barabara limeboreshwa vizuri, miundombinu itakuwa vizuri na tutashukuru kwa hilo. Ila tu linacheleweshwa mno kuisha muda tunahangaika. Ndio maana mnasema kokoto mara zinazolewa zinafanyaje? Watu wanahangaika kupita, ilikuwa sasa barabara zikikosekana barabara changamoto, ilikuwa barabara hazipitiki, tunakoswa maendeleo. Sasa yako nani?